Wakati hali ya mzozo kati ya mataifa haya ya Ulaya pamoja na Marekani ukiendelea, rais uh, wa Marekani ame, ametangaza kumwalika rais wa Urusi Vladimir Putin kwenye, kushiriki kwenye ile tume ya ujenzi wa Gaza. Ni moja kati ya statement ambayo imewashtua wengi sana, hata rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonekana kushtushwa uh, kumwona Uh, Vladimir Putin kwenye ile tume. Ikumbukwe um, hivi majuzi Rais wa Marekani alitangaza ongezeko la, la ushuru kwa nchi za Ulaya na akazitaja ikiwemo Uingereza, Ufaransa, uh, Sweden, uh, Denmark, Norway na mataifa mengine mengi mengi, kwa hivyo ongezeko la asilimia kumi kwa bidhaa ambazo zinazalishwa kwenye nchi hizo ambazo zinasafirishwa kuelekea kuelekea kule Marekani. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni vita ambayo ya kibiashara ki, ki, kati ya Marekani na nchi za Ulaya. Na tangia rais wa Marekani ameingia madarakani, hasa awamu hii ya pili amekuwa akiziandama sana nchi za Ulaya, na nchi za Ulaya zimeonekana uh, kuwa wanyonge mbele ya Rais Trump, na ukifuatilia hata zile hatua za Rais wa Marekani ku kuchukua upatanishi wa mzozo ule wa Urusi na Ukraine, amekuwa akizitenga sana nchi za Ulaya. Ikumbukwe nchi za Ulaya zilikuwa zikitoa msaada mkubwa wa kifedha kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Ukraine, lakini kwenye eneo la upatanishi Marekani amekuwa akifanya mwenyewe kwa sababu alishatamka kwamba nchi za Ulaya zimekosa mvuto na hazina uwezo tena. Sasa kwenye hili ambalo limetokea la kumteua Rais wa Urusi Vladimir Putin kuwa mjumbe kwenye bodi ya ujenzi wa Gaza, limekuwa limewashtua wengi sana, na ndio maana nilikuwa ni, nakumbuka na, na, na, na baadhi ya misemo ambayo nilishawahi kusema kwamba kwa sasa dunia inakwenda kuongozwa na mataifa makubwa matatu. Marekani anakwenda kuhozi eneo lile la Marekani lote pamoja na Greenland kule, lakini China anakwenda kuhozi eneo la Asia mana, ame, an, na ndo maana anapambana kuichukua Taiwani na Urusi mwenyewe anakwenda kuhozi eneo la Ulaya, maana yake anaichukua Ukraine kama inavyoelekea sasa hivi. Kwa hiyo dunia sasa hivi inakwenda ku, kuondeshwa na mataifa hayo makubwa matatu na tusishangaya kuona jumuiya ya Ulaya, nchi za Ulaya zikadondoka, kwa sababu zimekosa kabisa mvuto. Sasa ukiangalia ile bodi ya ujenzi wa Ghaza muundo wake, inaongozwa na Rais Trump mwenyewe kama mwenyekiti, lakini wajumbe yumo waziri wa mashauri ya kigeni uh, wa Marekani, lakini pia yumo mjumbe wa Marekani kwenye eneo la, mash, la mashariki ya kati Steve Katis kama mjumbe yupo, uh, mkwe wa, wa, wa, wa, wa Trump Jared Kushner kama mjumbe, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza uh, Tony Blair yupo kama mjumbe, lakini pia wapo mabilionea kutoka Marekani ambao pia ni wajumbe kwenye ile kwenye ile tume. Kwa hiyo ukiangalia, tume imeundwa na watu wengi kutoka eneo la Amerika na wachache sana kutoka bara la Ulaya, ambaye ni Tony Blair peke yake, uh, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza sasa gafla anamwarika rais Putin kuwa mjumbe kwenye ile tume. Kwa hiyo ni wazi kwamba uhasama wa Putin na rais wa Marekani ni kwamba kana kama vile uh, tunafikiria kwamba wana uhasama mkubwa, lakini inaonyesha kwamba hawa watu ni washikaji ama ni watu ambao wana uhusiano uh, mzuri sana sasa Uh, hali hivyo inavyoendelea, sasa ongezeko la ushuru la asilimia kumi kwa nchi za Ulaya, maana yake uh, linakwenda kutishia uh, soko la bidhaa za Ulaya kwenye nchi za Amerika. Nafikiri hii ni fursa ambayo sasa nchi za Afrika zinatakiwa zitumie, zi, zi kwa sababu endapo ongezeko hili litatokea na likapanda kufikia asilimia ya 26 kama walivyoahidi Rais like Trump, manaake tutategemea kwamba uh, uh, bidhaa ambazo zilikuwa zinakwenda kule Amerika zitapungua kutokea nchi za Ulaya na wazalishaji technician wale wataalamu ambao kwenye viwanda vikubwa ambavyo viko katika nchi hizo za Ulaya manake watakosa ajira. Kwa hiyo pengine ilikuwa ni fursa nyingi nzuri kwa bara la Afrika kujijenga ili hawa technician waje huku kwetu na wafanye uzalishaji sasa, kama sehemu ya mbadala. Maanake tunaweza tukatumia hii uh, room hii nafasi kujijenga bara la Afrika kiuchumi zaidi, na ni ndoto ambazo waasisi wetu wamekuwa nazo wakina Kwame Nkrumah, uh, Nelson uh, Mandela, Julius Nyerere, Patrice Lumumba pamoja na, na kina Kaunda wamekuwa na ndoto ya kuunganisha Afrika ili kuwa kitu kimoja na kuwa na uchumi mkubwa. Sasa nafikiri ni wakati sasa Afrika kurejea zile ndoto za waasisi wetu kuweza sasa kuzi implement, kuzitumia kwa uhalisia ili zilete matokeo. Tutumie hii nafasi ya nchi hizi za Ulaya ambazo zinaonekana kama vile zinakwenda kudolola ama kupungua ushawishi wake, tukatumia hii nafasi na sisi kujijenga kiuchumi. Kwa hivyo hali ilivyo kwa sasa, na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa tayari amekwisha aitisha mkutano um, wa jumuiya wa, wa, ya Ulaya ambao watakutana pale Brussels Belgium kujadili um, mpango huu ama hatua hizi za Marekani kuichukua Greenland. Kwa hiyo ni katika hatua za nchi za Ulaya kuendelea kujitafuta, lakini ni, ni, ni nchi ambazo kwa sasa hivi zinapitia kipindi kigumu sana. Na kushukuru sana, tuendelee kusubiria kuona nini kinaendelea kutokea kwenye eneo hili la kimataifa. Asante sana. Ni mimi uh, mchambuzi wako Salum Hamza. Asante sana.